Imani inatumika vipi kama ngao dhidi ya mtu ambaye anapitia hali hiyo ya depression ama msongo wa mawazo, mm, na hisia za kuvunjika moyo? Imani inatumika vipi kufanya ukombozi eneo kama hilo? Kimsingi ni kwamba um, mahala pekee ambapo kama nilivyokuambia mwanzo wa mwanadamu anaweza akapata utulivu wa nafsi, akapata ile peace of mind, tunasema ni rahatul bali, akapata utulivu wa nafsi ni kurejea katika imani yake, ni kurejea kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na dini au imani inawezaje kumtoa mwanadamu katika msongo wa mawazo, katika depression, katika stress mbalimbali mbali ambazo mwanadamu anapitia? Siku zote mimi huwa naongea Rutta, hata msikitini kwangu, ni kwamba mtu anapokuja katika nyumba ya ibada, kuna mambo mengi sana ambayo anapitia kwenye maisha yake, anapokuja pengine mtu akawa amekwenda kanisani kuna vitu vingi sana anapitia kwenye maisha yake, anaamini kwamba akija msikitini au akija kanisani zile changamoto zake anakwenda kuzitatua. yeah, okay. Na akikuta sivyo vile alivyokuwa anatarajia, ndio unakuta mwanadamu anaweza, anaenda kwa waganga, anakwenda sehemu nyingine, sehemu mbalimbali, kwa sababu alikuja kufanya ibada, akijua hapa anakuja kutatua changamoto zangu. Sisi viongozi wa dini tuna, tuna lugha za aina mbili tuna lugha tunaita ni communion, e ni lugha ya kiroho. Yani, kiongozi wa dini akizungumza, anazungumza mazungumzo ya kiroho kati ya roho moja na roho nyingine, kati ya nafsi yake kiongozi wa ya dini na nafsi ya mtu mwingine. Kwa hiyo anaweza akamponya changamoto na uh, matatizo mbalimbali aliyokuwa nayo msongo wa mawazo aliokuwa nao, kama ana depression, kiongozi wa dini anao uwezo huo wa kuzungumza naye na akamtibu hiyo changamoto aliokuwa nayo. Lakini pia wakati mwingine viongozi wa dini kuna kitu inaitwa communication, mazungumzo ya kawaida kama mimi na wewe Ruta tunavyoongea. Lakini mtu akija kwenye nyumba ya ibada, maana yake anakutana na kiongozi wa dini ambaye anazungumza mazungumzo ya kiroho. Kwa hiyo imani au viongozi wa dini au mtu akitekeleza ibada inaweza ikawa ni sababu ya yeye kuweza kumtoa kwenye changamoto yake ya hiyo stress au depression ambayo aliokuwa nayo, au changamoto mbalimbali ambazo anazipitia. Kwa hiyo imani inatumika kwa kiwango kikubwa sana.